changamoto ya kuambiwa kwamba tunachokifanya hakina maana na kiwezi kikatusaidia kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Asante muuguzi mm. taaluma yako ni kubwa sasa, na tunaithamini. Changamoto mtaani ni nyingi, jamaa amesema changamoto moja wapo tunapoteza muda ni maneno tunayokutana nayo. Je, haikukatishi tamaa kama muuguzi? Kwa upande wangu mm, sanaa kabisa naipenda, ndio. Ni kitu ambacho nimezaliwa nacho kutoka kwenye moyo, ndio na imani kwamba tofauti na kazi mm, sanaa nayo kama kazi nyingine, ndio. Mtu mwenye kipaji anaweza kutumia kipaji hicho hicho, anaweza kusurvive katika maisha yake. Lakini vilevile, umeuliza changamoto, kweli watu wanashangaa kwamba mbona huyu anafanya mambo ambayo hayaeleweki okay? Kwa watu ambao hawana uelewa, wanafikiri sanaa ni uhuni fulani, ni kupoteza muda. Lakini vilevile tunasema mwanzo ni mgumu. Mtu anayeanza maisha lazima ataonekana kama anasumbuka, lakini baadaye atakuja kufanikiwa. Ndio maana na mimi napambana ili kusudi nifanikiwe kupitia sanaa. Asante sana, majibu yako ni mazuri, Kevin Main. Wewe kama mosika mkuu, changamoto zipi zina kufesi wewe kama wewe kwenye tamthilia yako ah? Uh, changamoto ni nyingi, kashfa mm. e, nyingi yeah. Ila tunafanya kazi kwa sababu tunaipenda na tunatamani kufanya hivyo. Cha msingi ni kuziba masikio na ujue tu kwamba wewe unafanya nini mm. Sababu katika mafanikio kuna vikwazo vingi sana kwa hiyo mm. Na mimi napambana hivyo mm. Kuna ile mtu anakubeza, mbona ujamaa anaacha kazi anaenda kufanya upuuzi mm. Napoteza muda mm. Lakini sisi tunafanya sana kwa sababu tunaipenda eh, na hata hiyo kazi mm ambao wanasema na naacha kazi mm. nilipenda pia kwa oh. hiyo nikasema vyote na vipenda na, hapa pia tupo kazini yeah. Wazungu kuna neno wanasema, trust is the process, are you trusting is a process kabisa, that's good cool. Madam Suzi wewe umeshakuaga ni mwoga kamera? Wewe mmulike Suzi vizuri mm -hmm. <laughs> Leo tuko hapa fanya mahojiano yeah. Ni binti, inawezekana pembeni una boyfriend Hajawahi kukuzuia kufanya hii kazi. Yaani mm-hmm.